Warabat wana timu nzuri sana, na naweza kuangalia timu yao imejengwa uimara, kuanzia golini, uh, central defenders wao, uh, midfielders mpaka attackers, ni timu nzuri na wana mwalimu mzuri na hata leo walivyocheza hapa, hey, leo tumechomoa nyaya <laughs> wenyewe. Sisi, hawa kuwafunga inahitaji kujituma, inahitaji kujitoa, angalieni players wa Yanga ya, leo waliocheza, angalieni subs zilizofanyika, muangalieni bwana mdogo Edmund John. Kuna picha moja ninayo hapa, yule beki wa kushoto wa Farabati yule muangola alibakisha kumng'ata tu Edmund John, ku anakimbizwa, kuna muda men ametoka hivi kama ngili anataka kumng'ata ule mtoto, lakini mtoto akawa untouchable ashikiki njoo muangalie leo sabu ya mwalimu, wachezaji ambao wengi mlikuwa awafikirii mwalimu, kumbe alikuwa anawaandaa kwa ajili ya kazi ngumu leo. Ameingia Lassine Kouma, ameingia Musa Balakonte. Chupu chupuchupu na wao waweze kuweka goli. Maana ni sabu mwanzo mwalimu alikuwa ameshajiandaa na hii mechi muda mrefu, nacheza mechi hapa siu na nani na, na wale KMC ya kirafiki. Mechi ya ligi na KMC mwalimu anaandaa plani yake wamekuta ya surprise nyingine leo, na sana, sana. Matokeo mazuri. Angalieni performance leo ya GDRA, Central Defenders wetu Pakome, kazi kubwa. Kuna move moja, ile cross ile, kwa watu ambao wameishi kijijini ndiyo simba huwa anakatiza vile barazani, unakuwa mnasikia tu upepo.